Niffer na Mika Chavala imeisha ime kwa, kwa namna hiyo kwa, tuna tunashukuru kwamba jazi hilo limeweza kufika katika, katika ukingo wake katika namna hiyo. Ah, namba moja ni yes, kifungu ni hicho hicho cha tisini na mbili kidogo e, cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia e, wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutakuwa na kutendelea kuwa na cases nyingine za mnyama ambao bado ziko mahakamani e, bila shaka kama na wao watafutiwa mashtaka watafutiwa kifungu hicho hicho, kwa kifungu ni hicho almahususi e, kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini alistaga ali aliwaachia ali kwa mafungu, kama nilivyosema, bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimuhitaji kutoa sababu, kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme namba moja kwa nini e, labda amewachia kwa mafungu namna hiyo, na, mnaio, na you know, vitu ni vingi <laughs> vya kisheria vya kimantiki, lakini e, mimi kama wakili nafurahi tu kwamba e, hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia, ni ndugu kwa sababu wamekuwa ndugu walipokutana. Sasa e, kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama kusema watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za ujenzi wa taifa na sisi sasa kama nilivyosema e, tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine, ili sasa la kina Niffer na Mika Chavala tunakuwa tumelitua tumeli kwa, kwa namna ambapo tumelitua kwa tuna tunashukuru e, kwamba kipande hicho kime, kimeisha kwa namna hiyo, washtakiwa na yeah. ambao walitolewa mwishoni mwawa mwezi Novemba